Mkuu wa wilaya ya Morogoro, Mheshimiwa Musa Kilakala ametoa wito kwa wananchi kuendelea kutunza mazingira kwa kupanda miti katika maeneo yao ili kukabiliana na athari ya mabadiliko ya tabia nchi. Wito huo ametoa leo Juni 27, katika zoezi la upandaji miti lililoandaliwa na Benki ya Watu wa Zanzibar PBZ ambalo limefanyika katika eneo la Hospitali ya Rufaa ya Mkoa wa Morogoro. Kwa maana tukipanda miti eh, tunazuia mmomonyoko, tunalinda vyanzo vyetu vya maji, lakini tunarudisha uoto wetu wa asili watu wa Morogoro tunasifika ndio mabingwa wa vyanzo vya maji ambavyo vinatiririsha maji kutoka Morogoro eh, Pwani na Dar es Salaam. Tukiwa na tamaduni za kutunza vyanzo vya maji kwa namna ya kupanda miti tutaendelea kulinda uhai wa watu wengi na Watanzania wengi. Nichukue fursa hii kuwaomba wana Morogoro, utamaduni wa kupanda miti ndio utamaduni wetu, uwe tunaifahamu Morogoro ilipokuwepo Leo hatuoni maji yale yanatiririka kama Mheshimiwa Mbaraka Mwesha alivyozungu, alivyoimba kwenye nyimbo yake. Lazima turudishe uoto wetu wa asili. Leo tumekuwa na tamaduni ya kuandaa mashamba kwenye milima yetu ya Uruguru tunachoma, tunachoma moto milima, tunakata miti ovyo. Lazima tuwe na tamaduni za kupanda miti katika maeneo yetu na niwakumbushe, mti haukatwi mpaka uwe na kibali cha mkuu wa wilaya. Turudi kwenye tamaduni hiyo. Tusikate miti kiolela, tusikate miti hovyo yoyote. Atakayekata miti, hatua kali za kisheria zitachukuliwa. Lakini kwa dhati niwapongeze benki ya PBZ kwa tukio hili la kiungwana, kwa kazi kubwa na nzuri walioifanya, na naomba waendelee na moyo huo, na sisi kama wilaya tutakuwa na kampeni ya kupanda miti katika barabara kubwa, tunaita Dar es Salaam Road. Tutashirikiana na benki ya PBZ na taasisi zote ambazo tutakazoshirikiana nazo. Kwa haya machache, naomba niwashukuru sana na niwakumbushe, mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi, na nchi yetu ni ya kidemokrasia, na viongozi wetu wanapatikana kwa ridhaa ya wananchi. Kwa hiyo kila baada ya miaka mitano, katiba inatutaka tufanye uchaguzi, na rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni muumini wa kuheshimu katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Uchaguzi upo na utafanyika na Oktoba tuna tiki. Akizungumza katika eneo hilo, mganga mfawidhi hospitali ya mkoa wa Morogoro, Dr. Daniel Nkungu amewashukuru PBZ kwa mchango wao katika kuboresha mazingira ya hospitali, akisema miti hiyo itasaidia kupunguza joto na kuboresha hali ya hewa. Uh, tunahitaji miti kwa ajili ya kuzalisha hewa safi ya oksijeni na pia tunahitaji miti kwa ajili ya kuimarisha na kuboresha mazingira yetu, na sisi pia katika upandaji huu wa miti bado tunaendelea na maadhimisho yetu ya miaka 80 ya hospitali yetu kwa tunaunganisha miaka yetu 80 ya hospitali ya rufaa mkoa wa Morogoro na miaka 59 ya PBZ tukisherehekea kwa upandaji wa miti. Kwa upande wake meneja wa PBZ tawi la Morogoro, Ahmed Ali ya amesema kuwa benki hiyo imekuwa mstari wa mbele kushiriki shughuli za kijamii, na mwaka huu wameamua kushiriki katika utunzaji wa mazingira. Shughuli hii ni kwa ajili ya kuadhimisha miaka 59 ya uwepo wa PBZ. PBZ ilianza rasmi tarehe 30 Juni mwaka elfu moja mia tisa na sitini na sita kwa... Zoezi hilo limehusisha upandaji wa miti 59 katika eneo la hospitali hiyo ikiwa ni sehemu ya maadhimisho ya miaka 59 tangu kuanzishwa kwa PBZ mnamo mwaka elfu moja mia tisa na sitini na sita. Kutokea mkoani Morogoro, mimi ni Heri Abdala na hii ni Chivihi Media.